Karibu tena ndugu mfuatiliaji wa chaneli hii. Leo nataka nikuelekeze jinsi ya kurudisha picha na video zilizopotea kwenye simu yako, yani jinsi ya kurudisha video au picha, yani vitu vyote unaweza ukavirudisha, hata kama ulivifuta hata kwa bahati mbaya au mtu yoyote alivifuta vitu vyako, sasa ukasema jamani, nitazirudishaje picha zangu ambazo zilifutika kwenye simu yako hiyo? Sasa leo nimekuletea elimu hii hapa. Ni njia rahisi kabisa ambayo utaitumia kurudisha picha na video zote ambazo ulizifuta kwenye simu yako au zilipotea tu, ukakuta tu jamani, zimefutika au mtu yoyote alifuta kwa bahati mbaya kwenye hiyo simu yako ambayo unaitumia. Hebu tuenda pamoja ili tujifunze kwa pamoja. Fanya hivi: Njoo hapa Play Store, ndugu mfuatiliaje. hiyo ndio Play store hiyo app hiyo, kama hata wijui inaitwa Play Store. We click hapo. Ukisha click, njoo sehemu ya kusearch, bila shaka sehemu ya kusearch unaitafuta hapo, na kama wijui sehemu hiyo iko wapi, ni hapa njoo hapo niliponyoshewa mshale, andika maneno haya. Kumbuka hapa tunataka tu download hii app sasa, na hii app ndio itatusaidia kurudisha picha na video zote zilizopotea kwenye simu yako, au hata kama ulizifuta kwa bahati mbaya, au wewe mwenyewe ulifuta. Kisha andika maneno kama haya hapa, unaona vizuri, andika disk digger. Umeshaona eh? Andika maneno kama haya kisha search au tafuta. Ukishatafuta tafuta, kuna app itakuja hapo. Kumbuka inatakiwa ije icon kama hii. Kama imekuja app nyingine tofauti na hii, tafuta vizuri, kisha utainstall hapo. Kwa kuwa hii application mini nayo, sitahangaika kuinstall Nita open hapa. Sasa mimi na hapa kaa hapo vizuri, nataka nikuonyesha na jinsi ya kuzirudisha hizo picha, hapa ni kudownload tu hiyo application. Sasa hebu twende pamoja ili tuweze kujua jinsi ya kuzirudisha tu hizo picha tunamaanisha foto na video zilizopotea, open hapo. Ukisha open utaona app inaanza kufunguka hapa kama hapa itafunguka kama hivi ngoja tuanze jinsi ya kurudisha picha kwanza, kabla hatujarudisha video zilizopotea. Utakuja hapa apo, ukishafunguka utakuja hapa search for lost photos. au sio? Click hapo au gusa hapo. Ukishagusa hapo, kwa kuwa application ndio tumeshaichukua sasa hivi, kwa kuwa hiyo application ndio unayo mpya itakuambia Allow utakliki, kliki sehemu iloandika allow niliponyoshia mshala hapo. Baada ya hapo, hapo utaruhusu na itaanza kusehi picha zilizopotea, yani utaona ina search hapa, umshaona sehemu ina search hapa. Baada ya muda tu kidogo kama sekunde kama kumi hivi au ishirini kulingana na picha zako zilizopotea zitakuja picha kama hapa kama hizi za kwangu hizi nilizopotea. Maana yake hapa picha zina contain picha zilizomo zilikuwa kwenye file yako kwenye files. Au hapa kwangu hizi picha ni yani zishafutika au nilishazifutaga muda sana, miaka hata mitano ilopita hata miaka hata miwili. Utapiga tiki huko, utachagua picha unazotaka kuzirudisha. Na zingine utachagua ziko nyingi sana, utapiga tiki huko, utagusa huko kwenye vibox, kwenye mstatili vi hasa. Ngoja tutoe mfano, tugusa alafu turudishe. Bila shaka umeona hapo, mimi tayari nimeshagusa kama hapo. Hapo umekaona katiki, umekaona umekaona, humu hamna. Kwa hiyo hizo tatu utakuja baada ya ku click hivyo vitiki, utakuja sehemu iliyoandikwa recover. Umeiona hapo chini, huo mshana ulionyosha mrefu hapo. Narudia tena hapo, baada ya kupiga tiki utakuja hapo. Ukisha click tu hapo kwenye recover, picha zote unazoziona hapa utazirudisha, hata kama ulifuta miaka kumi iliyopita, hata miaka mitano iliyopita, ili hali tu labda bado unatumia device hiyo au simu hiyo, utatumia kurudisha hapa. Kaa hapo, endelee kunisikiliza. Hebu twende tuweze kurudisha video zilizofutika pia, au mtu yote amefuta, hata mtoto tu. Twende pamoja, utarudi palepale pale nyuma, kisha utakliki hapa search for lost videos. Hapo niliponyoshea mshale utakliki hapo, utabonyeza hapo, kisha utarudisha video zako. Utaona inaanza kutafuta kama hapa kama jinsi inavyoonekana hapa. Kisha utakuja sehemu ile andiko recover, ni kama mwanzo tu kwenye picha. Kwa kuwa hapa ni mwanzo, ni picha hapa, ni hapa ni video, au sio? Bila shaka, leo umejifunza njia rahisi kabisa ya kurudisha video au picha zilizopotea, hata miaka miwili iliyopita, miaka mitatu iliyopita. Aidha ulizifuta hizo picha au video hizo ulizifutwa na mtu yote, au mtu alifuta kwa bahati mbaya, utarudisha kwa njia hii ambayo nimekuelekeza leo. Endelea kufuatilia vipindi mbalimbali ambavyo vinaendelea kwenye channel hii, na kutakia siku njema.